Leo nakuletea orodha ya wachezaji kumi bora waliowahi kutokea kwenye ulimwengu wa soka. Hii ni Nani Sports na mimi niloganliki, kaa nami upate kuwajua. Nambari moja Pele. Pele ndiye gwiji wa soka na ndiye mfalme wa soka, ndiye mchezaji pekee aliyetoa kombe la dunia mara nyingi zaidi akitoa kombe hilo mara nne akiwa na Santos amefunga zaidi ya magoli mia sita pia akiwa na timu yake ya taifa la Brazili amefunga goli 77 kwenye mechi 62. Ndiye mchezaji mdogo zaidi kufunga kwenye fainali za kombe la dunia akifanya hivyo mwaka 1956. Nambari mbili, Diego Armando Maradona anafahamika zaidi kwa goli la mkono wa Mungu alilofunga Waingereza, hwenda wahato msahau wao wow, na kizazi chao Bwana huyu alikuwa akifunga magoli anayoyataka yeye. Amevichezea vilabu vya Argentino Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Sevilla, Newell's Old Boys na Napoli, na ametumikia timu ya Argentina. Nambari tatu, Leo Messi la Portugal. huyu ndiye mchezaji bora wa kizazi hiki cha sasa. Amevitumikia vilabu vya Barcelona, PSG na Inter Miami. Kwa sasa amefunga zaidi ya magoli 800 kwenye maisha yake ya soka. Huyu mchezaji ndio mchezaji pekee aliyetoa tuzo ya Ballon d'Or mara nyingi zaidi. Pia amesaidia Argentina kutoa kombe la dunia mwaka 2022, pia ametoa Kopa Amerika mwaka 2021 na mwaka 2023. Nambari nne ni Cristiano Ronaldo almaarufu CR7 mchezaji huyu alisaidia Ureno kutoa kombe la Euro mwaka 2016 na amepata mafanikio zaidi akiwa na vilabu. Amevitumikia vilabu vya Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin na Al Nassr. Kwa sasa amefunga zaidi ya magoli mia tisa thelathini na ndiye mfungaji bora wa muda wote wa timu yake ya taifa, pia ndio mfungaji bora wa muda wote wa mashindano ya UEFA Champions League. Nambari tano Johan Cruyff, huyu ndiye mchezaji aliyeleta aina ya soka mapanikyo mapanikyo ya total football. Amepata mafanikio makubwa zaidi akiwa na Ajax pia ameichezea Barcelona. Amewahi kuwa mchezaji bora wa dunia mara tatu. Nambari tano, Ronaldo de Lima. Mchezaji huyu mbrazili alifanya makubwa kwenye kombe la dunia la mwaka 2002 akifanikiwa kutoa kiatu cha dhahabu na kisaidia Brazili kutoa kombe la dunia mara tano. Pia amewahi kuwa mchezaji bora wa dunia mwaka 1997 na mwaka 2002. Amechezea vilabu vya AC Milan, Inter Milan, Real Madrid na Barcelona. Namba saba ni Franz Beckenbauer. Alikuwahi kuwa mchezaji wa Ulaya mwaka 1972 na mwaka 1976. Ndiye mchezaji pekee duniani anayeshika rekodi ya kutoa kombe la dunia akiwa mchezaji na akiwa kocha akiitumikia Ujerumani. Amevichezea vilabu vya Bayern Munich, kutwaa taji la Bundesliga mara nne na kombe la UEFA Champions League. Namba nane, Zinedine Zidane amewahi kuwa mchezaji bora wa dunia mwaka 1998 na pia amewahi kuwa mchezaji bora wa michuano ya Euro mwaka 2006 akisaidia Ufaransa kutoa kombe la Euro. Amewahi kuwa mchezaji bora wa kombe la dunia mwaka 2006. Amechezea Ufaransa mechi 108 na akifunga goli 31. Alipata umaarufu zaidi kwenye kombe la dunia mwaka 1998 akifunga magoli mawili kwenye mechi dhidi ya Brazil. Nambari tisa ni Puskas. Anatajwa kuwa mshambuliaji hatari kuwahi kutokea duniani. Amefunga jumla ya magoli 808. Na ndiye mfungaji namba tatu kwenye orodha ya wafungaji bora wa muda wote duniani. Amefunga magoli 84 kwenye mchezo wa 85 kwenye timu yake ya taifa. Ametoa mataji kumi ya Spain, mataji matano ya ligi ya Hungary. Amefunga magoli 514 kwenye mchezo wa 529. Nambari kumi ni Alfredo Di Stefano. Huyu ana asili ya Argentina lakini ameatumikia mataifa matatu ikiwemo Spain na Colombia. Alianza kuitumikia Argentina mwaka 1947 akifunga goli sita kwenye michezo sita, na baadaye mwaka 1949 akitumikia Colombia na mwaka 1957 mpaka mwaka 1962 akiitumikia Spain akifunga magoli 23 kwenye michezo 31 na ndiye anashika nafasi aspeni, vilabu, ya sita kwenye ligi ya Spain kwa kupachika mabao mengi akivitumikia vilabu vya Valencia na Real Madrid. Na hiyo ndio orodha ya wachezaji bora kumi kuwahi kutokea ulimwenguni. Je, kuna mchezaji wako wenda unahisi ni bora kuliko hao uliowaona hapo? Ebu mtaje hapo kwenye komenti. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa, upate updates mbali mbalimbali za soka. Mimi ni Logan Ricki, asante.